Kufuatilia hii challenges ambazo tuko nazo. Jambo la kwanza ni ku create awareness, mm -hmm. Kama saa hii tumekuja kuwafunza mambo ya CBE. Hivyo, vile uingia hapa sio hivyo ambavyo utatoka, mm -hmm. Utatoka. Sikuna jambo umejifunza, kuna jambo tumejifunza mm hapa -hmm. Kuna mambo tumejifunza. Jambo lingine ni, kama ni shule eh, wanatafuta muda ambao unafaa kwa sababu unaona kama leo watu ni wengi. Kwa nini? Kwa sababu mwaita weekend, mkiwaita mada hata kwa <laughs> sababu mama kwa soko, mzee kwa biashara zake, unaona. Lakini Saturday inakuwa ni nzuri, so mna create flexible time ambao watu watakuwa watu wanafanya nini? Watakuwa tempo. Jambo lingine ni kuminimize financial strain. Kama ni shule, CBE wanasema

kuelewa hili ni nini kwa sababu, wakati mwingi wakielewa hamta simana na wao. Unaona, tukiwafunza akwamba anahitajika vitabu, anahitajika kalamu, anahitajika exercise book, muzazi akienda akijua hivyo, haitakuwa vigumu kufanya nini, kuelewana. Then to improve mambo ya teknolojia, kama hiyo ni kazi ya serikali, wanaweka computer hub kama huku uyoko, watu wanaenda kufanya fanya mambo ya kompyuta, uh, then we encourage positive mindset. Positive mindset one, to the curriculum, two, to the school, ya kwamba ni lazima uwe na uh, positive attitude ya kwamba hii shule yetu tunafanya nini, itaendelea, watoto wetu wanafanya vizuri nakikanawii kama shule na kama uh, society so some, those are some of the ways that can help us to overcome the challenges of na uh, hata haraka, kwa sababu najua wengi wenu mko na majukumu mengi na kuna <laughs> sehemu zingine.